Tukiwa tunaelekea kwenye breaki ama mapumziko ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, yani NBC Premier League, baadhi ya klabu tayari zimeshaonyesha kile ambacho kilifanya kwenye pre-season, ambapo kuna baadhi ya timu bado zipo mkiani, zipo timu ambazo zipo katikati, lakini zipo ambazo ziko pale juu. Lakini kwenye yote haya Uh, tuangalie usajili kwa timu hizi kubwa hasa Simba na Yanga, sajili ambazo zimelipa, kwa sababu ukizungumza hivi sasa timu hizi pale zinapofanya vibaya mashabiki watakuwa wanalalamika sana na wazungumza kwamba timu imefanya usajili lakini hakuna kinachofanyika. Baadhi ya wachezaji hawachezi, lakini pia baadhi ya wachezaji wanaopata nafasi hawaonyeshi viwango vinavyotakiwa. Lakini tujiulize, je, wachezaji wote waliosajiliwa walikuwa wanahitajika na timu ama timu imesajili wachezaji wengi kutokana na mihemko labda, pamoja na kuangalia mwenzake alikuwa anataka mchezaji fulani, basi yeye anaendelea kumng'angania. Na tuangalie timu ya Simba ambapo yupo Yakub Suleiman, Wilson Nangu, Anthony Mligo, Rushain Deriak, Neo Maema, Nabi Kamara, Morris Abraham, Jonathan Soa, Alassane Maodo Kante, Mohamed Bajaber, Vedastus Masinde Husein Daud Semfuko pamoja na Selemani Mwalimu. Hawa ndio wachezaji ambao wamesajiliwa na klabu ya Simba, lakini kati ya wachezaji hawa wote ni nani ambaye anapata nafasi ya kuanza katika kikosi cha Simba? Au ni mchezaji gani ambaye anacheza sana kwenye kikosi cha Simba, ili tuweze kutambua kama usajili wake ulikuwa ni wa kukurupuka ama ni usajili ambao ulilenga labda kitu fulani ndani ya klabu ya Simba? Tukianza na namba moja, Yakub Suleiman. Baada ya kuumia kwa Kamara, Yakubu Suleiman amekuwa ya bora katika eneo la Simba, japo bado shida yake ni footwork, ila tunaamini huko ambapo tunaelekea huenda akaimprove zaidi, na kwa sasa anapata nafasi katika kikosi cha Simba. Huyu ni mchezaji wa kwanza ambaye anapata nafasi kwenye kikosi cha Simba. Mchezaji wa pili ambaye anapata nafasi ni Wilson Nangu ambaye ni beki wa kati ambaye pia alijiunga na Simba akitoka JKT Tanzania. Anapata nafasi vizuri sana na anaonyesha kile ambacho alikionyesha akiwa na timu yake ya zamani ya JKT Tanzania.